Unaangalia Daddy Face TV. aet nandomana mpaka leo tuna tuna sifa katika bara la Afrika. Tanzania ndo nchi pekee inahimiza amani katika mataifa ya Afrika. Tuungane, tuwe na amani, tujenge nchi zetu. Ni Tanzania pia. Lakini leo ametoka mtu tu huko amekuja unajua mimi, unajua mimi nataka wa serikali ya, ya, ya nani, unajua mimi? unajua mimi, unajua mimi, unajua mimi, unajua twatoka mbali, twatoka mbali wapi? Nenda kwenu. Haiwezekani tukaruhusu huo ujinga kweli uo. Tuna uhuru lakini usipitilize uhuru wetu, baki kwa na kiasi. Tusiwe na huruma hivyo, tunawaruhusu watu kuvuka mipaka kuja kutetea waasi wanataka anaotokea kwao kule, yajiatoke na kwetu huko tena, wanapata uhuru wa kufika mpaka kwenye vyombo vyetu vya maamuzi. Wanaojiwa unajua, unajua twataka twataka kuwa wamoja. Unajua twaachia uhuru siasa, wewe kwako imekushinda, anekushinda siusuupuzi, na watu wanaochekea athari yake athari yake ni mimi na wewe na kizazi chetu. Unaangalia Daddyface TV.